Rais wa nchi anasema juzi, sema viongozi wa dini msidandie, hey, ajenda za siasa. Ayu mama, angalia, msidandie ajenda za siasa, wakati waumini wetu ni wanasiasa, timtawafundishaje? Kwa hiyo niwafundishe nini? na ninataka siasa yao iwasaidie kwenda mbinguni. Huyu mbunga ataendaje mbinguni nisipomrekebisha, nisipomuonya, nisipomwelekeza? Hey, tunafanya mzaha. Hafu naweza nikahubiri ukapindisha pindisha, ili unakwepa tatizo lililopo, unalikwepa yani, unajuu likwepa, unalikwepa ili sionekane umeongelea siasa. Na nyinyi mko hapa wa, mna wazazi wenu ni wanasiasa, mkienda nyumbani waambie watende haki. Wache nikafika lakini <laughs> ndio hivyo sasa ya mambo, bibaya, ambayo kama kueleza mambo umefika, unaweza kueleza haya mambo. Ndio unaenda kutumia akili yako vibaya ambayo haiko guided kuitumia vibaya kama waganga wa kienyeji. Wanajua dawa lakini wanaifanyia ni mazingira ya kuonekana ni nguvu ya ziada kumbe, Eh?

wengine wanatumia vibaya knowledge walionayo kwa sababu it's not guided katika politics anaweza kaja kama manipulate watu anaonekana mtu mzuri lakini kumbe ana nia zake nyingine tofauti na ujenzi wa taifa na who is going to speak that to them ni wewe hapa sasa hivi kwa form 1 kile baadaye tunakutegemea uwe padri Ukisimama mimbarini, ujue hapa nina wanasiasa, hapa nina wafanyabiashara, hapa nina wakurugenzi, hapa nina ubili, humu kuna na wachawi, humu kuna na wawezi. Then you should know to address them. Ndio mitume wameambiwa, sasa baada ya ufuko, Be confident, nenda kaubiri ukweli, sasa ule woga umetoka, mnajua sasa bosi wenu ndiye mwanga, ndiyo njia, ndiyo ukweli, ndio uzima, ndio, ndio tunayemfuata huyu. Sasa wametoka gerezani, milango imefungwa, wamesimama tena ikarudi. Eh, simujamani wako kule, usiogope. Lakini nakwambia kama una wasiwasi na uwezo wako eh, wa kutetea ukweli, ndio sasa utabaki kusema Eh, hali ni swali. Hali ni swali Tanzania sio kama Congo. <laughs> Wewe, sasa hapa ni zaidi ya Congo. <laughs> Kaso wote haya Congo uruhusu kama yaliokuwa hapa uruhusiwa ya, ya tangaza. Wewe mnye muangalie, tunaposupa na tukio hapa, nikahubiri hivi, alafu baadaye akaja labda mgeni rasmi, mwanasiasa. Alichokisema mgeni rasmi ndio inaonekana kwenye taarifa ya habari. Alichokuhubiri mwadhimishaji mkuu kicho akisema. Alafu utasema hapa ni swali kuliko Congo.